Umewahi kuona mtu ambaye ana kila kitu: nyumba nzuri, mume au mke mzuri, kazi kubwa, watoto wazuri wanasoma shule za international, lakini kila unapoanza kuinuka kidogo, ghafla anageuka adui yako. Anaanza kukupiga vita, kuzungumza vibaya au kuharibu kila jaribio lako la kuendelea mbele. Swali ni moja tu: kwa nini mtu mwenye kila kitu anaweza kumchukia asiye na kitu? Leo nitakufunulia siri sita nyeusi za kisaikolojia zinazofanya watu wenye mafanikio ya nje kigeuka kuwa wapinzani wa wale wanaoanza kung'aa ndani. Usiache hadi mwisho, siri ya sita ni ya kushangaza zaidi, na huenda ndio sababu watu fulani wanakupinga bila sababu. Kama unapenda content zinazochambua tabia za kibinadamu na psychology ya mafanikio, subscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya, weka like na tuanze safari ya kuelewa wivu si kama kosa bali kama kivuli cha ndani ya mwanadamu. Siri ya kwanza: kivuli cha ndani, the shadow self. Kisaikolojia, kila binadamu ana sehemu mbili, ile anayoiishi hadharani na ile anayoificha ndani yake, kivuli chake. Watu wengi wana maisha mazuri kwa nje, lakini ndani wamejaa sehemu ambazo hawajawahi kukubali: udhaifu, hofu au wivu wa zamani Wakikuona unaishi kwa uhuru, unatabasamu halisi bila kuwa na vitu alivyonavyo, kivuli chao kinaamuka. Wanahisi kama wewe umefikia kitu ambacho wao pamoja na mafanikio yao hawajafikia, amani ya ndani. Kwa hiyo vita wanaoipiga na wewe si kwa sababu ya wewe, bali ni mapambano yao na kivuli chao. They hate you you not because of who you are but because of who they once were. Siri ya pili: wivu wa kisaikolojia Wivu huu wa kisaikolojia huhusiani na mali, huhusiana na uwepo. Kuna watu wanachukia wengine si kwa sababu wana kitu, bali kwa sababu wanabaki kuwa na amani bila kitu. Hiyo inawachoma ndani, kwa sababu walidhani pesa itawapa utulivu ule. Lakini wanapomwona mtu maskini wa kawaida, lakini mwenye tabasamu halisi, wanahisi kudharauliwa na ukweli wenyewe. Ndiyo maana mtu mwenye kila kitu anaweza kukupiga vita bila sababu kwao wewe ni kioo kinachoonyesha upungufu wa furaha yao. Siri ya tatu. inferior mask, barakoa ya udhaifu. Mtu mwenye kila kitu anaweza kuonekana jasiri, lakini mara nyingi ndani yake ana inferiority complex kali. Mafanikio yake mengi ni majibu kwa majeraha ya zamani, anaishi kuthibitisha thamani yake kila siku. Na kila anapomwona mtu asiye na kitu lakini mwenye utulivu wa ndani, ego yake inaumia, kwa sababu amani hiyo haiwezi kununuliwa, ndiyo maana vita huwa havina logic. Ni vita vya nafsi dhidi ya ukweli. They look powerful, but their power is just fear in disguise. Siri ya 4. Projection ya maumivu wanasaikolojia huita hii projection mechanism. Watu wenye maumivu ambayo hawajayatibu huyaelekeza hayo maumivu kwa wengine. Mtu mwenye kila kitu lakini ambaye hajapone kihisia ataona kila mwenye furaha ndogo kama tishio. Hivyo ata project huzuni yake kwako, kwa kukusema, kukubeza au kukupiga vita. Kwao ni njia ya kujisahaulisha maumivu yao ya ndani. Siri ya tano. The scarcity of peace, upungufu wa amani. Utajiri, heshima au urembo haviondoi kiundani. Watu wenye kila kitu mara nyingi wana upungufu mkubwa wa amani. Kisaikolojia, mtu anaposhindwa kupata amani, anaiua kwa wengine. Ndiyo maana mtu mwenye furaha halisi huwa hatumii nguvu kumshusha mwingine, lakini mwenye amani bandia lazima atafute mtu wa kulipia huzuni yake. The most dangerous person is not the one with power, but the one without peace. Siri ya sita. Power Paradox, hasira ya wenye nguvu. Katika saikolojia kuna paradox moja ya ajabu: kadri mtu anapopata mamlaka zaidi ndivyo anavyopoteza empathy. Mamlaka ya muda mrefu hufanya ubraini kupoteza uwezo wa kuhisi maumivu ya wengine. Hivyo mtu mwenye kila kitu anaweza kukuona kama threat, si binadamu, na hapo ndipo binadamu wake hupungua. Ndio maana watu mashuhuri, matajiri au wenye vyeo vikubwa mara nyingi hufanya mambo ya kikatili bila hisia. Sasa unajua vita vingi unavyovipita havina uhusiano wowote na wewe. Ni majeraha ya nafsi nyingine yanayojitokeza kupitia kwako. Usijichukie, usijione mdogo. Watu hawakuogopi, wanaogopa kile wanachokiona ndani yao kupitia kwako. Kama umejifunza kitu leo, subscribe, toa comment ya hashtag SiriNyeusi na share video hii na mtu ambaye anahitaji kuelewa dunia hii kwa undani zaidi. Kumbuka, siri kubwa zaidi ya maisha ni kuelewa kwa nini watu wanatenda kama wanavyotenda.